Naitwa Ndaisaba George Ruhoro, mbunge wa jimbo la Ngara. Leo nimefika Mabawe kukutana na kamati ya maendeleo ya kata pamoja na baadhi ya wananchi wengine wa hapa Mabawe. Nimekuja kukabidhi simu moja ya mkononi smartphone ambayo ni hii hapa, kwa ajili ya kuwezesha usajili wa wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa njia ya kielektroniki vilevile nimekuja kukabidhi kompyuta moja ambayo ni ahadi niliyoitoa mwaka 2020 kwa wananchi wa Mabawe ili kompyuta hii iende ipelekwe shule ya sekondari Mabawe ambapo wanafunzi wanahitaji kujifunza masomo ya tehama. Kwa majina et safari maiseli Banigwa ni wakati ya Mabawe, ninakiri ni kupokea vifaa ambavyo mheshimiwa mbunge aliviahidi kwenye kata yangu ya Mabawe, mmoja wapo ikiwa ni simu kwa ajili ya kusajili wanachama wa Chama cha Mapinduzi katika kata ya Mabawe. Lakini pia aliahidi kutuletea kompyuta kwa ajili ya watoto wanaojifunza tehama shuleni. Nimeipokea, ni kompyuta iliyo nzuri ya kisasa, ambayo sasa nikwambie mheshimiwa mbunge, nashukuru sana kwa kutimiza ahadi yako mheshimiwa mbunge ninakiri kama mwenyekiti wa bodi ya shule ya sekondari ya Mabawe kupokea mradi <coughs> mzuri uliotuletea, maana watoto wetu walikuwa wanajifunza nadharia, wanaambiwa hii ni skirini wakati haioni. Sasa kuanzia ya Jumatatu mambo yanaenda vizuri pale shuleni. Tunakushukuru kwa kutuunga mkono, lakini tunaendelea kuitisha pia wadau wengine kwa sababu shule ni kubwa pale, inahitaji zaidi ya kompyuta moja, na imani Mungu atatusaidia kuongezeka zaidi. Mungu akubariki sana. Kwa majina, naitwa Mwalimu Amos Petro, ni makamu mkuu wa shule shule ya sekondari Mabawe. Kweli kabisa, kwa moyo wa dhati nikushukuru sana Mheshimiwa Mbunge kwa zawadi nzuri na ahadi nzuri ya kompyuta uliyotuletea hapa shuleni kwetu. Kimsingi watoto wetu walikuwa nahangaika wanasoma kwa nadharia bila vitendo. Ni jana tu wakati tunafunga kwa ajili ya kwenda likizo fupi kwa ajili ya Pasaka, mwalimu akaniambia, "Mkuu, mimi naomba vijana wangu wanaosoma kompyuta, Jumatatu niwapeleke shule ya jirani kwa ajili ya kwenda kujifunza kwa vitendo." Nikamwambia tulia, "Nina jambo langu ambalo Mheshimiwa Mbunge amesha lidokeza kwa diwani naye alishaniambia, tulia Jumatatu nihoji maswali kama hivyo vifaa vitakuwepo." Kwa mimi niseme na kushukuru sana lakini pia utakapopata nafasi utuongezee hata angalau nyingine mbili, tukiwa nazo tatu itapendeza sana Mheshimiwa, nakushukuru. Washiri Fadhili, na mwenyekiti wa vijana kata ya Mabawe, kwanza nimshukuru Mheshimiwa Mbunge kwa kuwaletea vijana wenzetu, wale ni vijana, na sisi kama jumuiya ya vijana tumefarijika kuona vijana wanaenda kujifunza kwa vitendo na sio kwa nadharia. Mimi nimesoma form 1 mpaka form 4, sikuwahi kuona kompyuta kasoma form 5 mpaka form 6sikuona kompyuta Nikuja kuona kompyuta niko chokeki. Kwa hiyo ni jambo la kujivunia kwamba tuna mbunga thubutu na sisi vijana tumeona utendaji kazi wake, tunaahidi kuendelea kumuunga mkono aisab